Klabu ya Simba Sport Club imefikia makubaliano na kocha raia wa Bulgaria anayejulikana kwa jina la Dimitar Pantev kuinoa timu hiyo akichukua mikoba ya Fadu Davis aliyetimkia Raja Kasablanga. Kocha huyo atawasili nchini tarehe 4 Oktoba kwa ajili ya kuanza harakati za kuinoa timu hiyo akitokea Gabon United ya Botswana. Pantev atawasili na wasaidizi na msaidizi mmoja kwani makocha wengine waliopo Simba bado wapo klabuni, ikiwemo Suleiman Matola na kocha viungo. Sasa wasifu wa kocha Dimita Pantev, jina kamili, anajulikana kwa jina la Dimita Nikolev Pantev. Tarehe ya kuzaliwa ni tarehe 26 Juni mwaka elfu moja mia tisa sabini na sita. Taifa alilotokea ni Bulgaria, leseni ya ukocha ni UEFA A license. Mafanikio makubwa ambayo kocha huyu ameyapata mafanikio hayo ni pamoja na ubingwa wa Kameruni akiwa na timu ya Elite One, msimu wa 2023 2024 na klabu ya Victoria United, lakini ubingwa wa Botswana Premier League msimu wa mwaka 2024 2025 akiwa na timu ya Gaborone United, lakini pia ameshinda ligi ya Futsal ya Bulgaria mara tano mfululizo elfu mbili kumi na moja mpaka elfu mbili kumi na sita akiwa kama kocha wa Grand Pro Vana. Hivi ndivyo ambavyo kocha wa Simba mpya CV yake ndivyo ambavyo vinaonyeshwa, baada ya klabu ya Simba Sport Club kuweza kufikia makubaliano na Pantevu, huku wengi wakidai kwamba Pantevu ndiye ambaye alitamani kucheza kufanya kazi na klabu ya Simba. Kocha huyo ameweza kuonekana kwa mechi mbili tu baada ya klabu ya Simba Sport Club kuweza kukutana na timu ya Gaborone United katika hatua za awali za mtoano wa kombe eh, klabu bingwa barani Afrika na kumfanya kocha huyo aweze kuonekana, huku wengi wakitegemea kuona mambo makubwa zaidi kutokana na kile ambacho kionyesha na timu akiwa na timu ya Gaborone United ambapo wengi wameanza kuzichambua falsafa zake huku wakidai kwamba kocha huyo yeye ana falsafa tofauti kabisa na makocha wengine, sio muumini wa kurudisha pasi e, nyuma, lakini pia wengi wakadai kwa kudai kwamba Simba wamefanya makosa kumchukua kocha huyo kwa kuwa wamemwona kwenye mechi mbili tu, hivyo haikuwa kipimo sahihi cha kuweza kum, kumchukua kocha huyo hata kama kocha huyo hata, hata kama kocha wao mkuu aliondoka, hivyo walitakiwa wajiridhishe na waweze kupata majibu kwamba ni kocha ambaye anafaa kwa Simba hastahili kuwa kocha. Kabisa, ni, mana, ni maneno ya wadau tofauti tofauti wasio kutokea hapa Tanzania, wakimchambua kwa kina kocha Dimitar Pantev kwamba yeye ni kocha ambaye ana falsafa na wala haendani na klabu ya Simba Sport Club, hivyo anatakiwa kuwa mvumilivu na anatakiwa abadilishe mambo takribani matano kwenye klabu hiyo ambayo yanahitajika kufanyiwa kazi kwa haraka zaidi, likiwemo la kuifunga Yanga eh, kwenye ngao.